kutoka ugaibuni mwaka 2017 au season 2 of kutoka ugaibuni katika msimu huu wa mwaka huu mpenzi mtazamaji wangu kuna vitu vingi sana ambavyo vitaingia kama burudani siasa utamaduni uchumi na mambo mengi kadha wa kadha vitaingia katika sizoni hii ya kutoka ugaibuni 2017 lakini pia katika sizoni yetu hii tutakuwa na aina mbili za kategori ambapo tutakuwa na discussion interview. Leo kidogo tutakutana na mama sana mitaani na, lakini aina ya pili itakuwa ni aina ya tupo live, ambapo vijana au jamaa wa timu ya mdogo wenyewe wazee wa burudani watakuwa wanatufungia show na kutuburudisha kila wakati katika eneo lao hilo la tupo tupo live kama mm -hmm, ulikosa season yetu iliyopita. Mara ya mwisho tulirusha show ambayo ilikuwa ya recap ambayo bahati mbaya haikwenda vizuri kutokana na mitambo na tulitangaza kwamba Tarehe ishirini ya mwezi wa kwanza Marekani inamwapisha rais wa 45 wa taifa hilo, na sisi leo kwa nia njema kabisa tumemtafuta mtaalamu kwa masuala ya uchumi ambaye atakwenda kutuambia kwa undani, lakini kwanza lazima tufahamiane naye, ye ni nani? Kaka, karibu sana. asante sana bwana Roman Emmanuel Mgombele. yes. mimi naitwa Neto Paul Kapalata, nilizaliwa mwaka 1976 ambayo ni wilaya ya Sikonge sana. sasa Tabora, mm nikiwa kama mtoto wa pekee wa kiume wa mwalimu Paulo Jacobo Kapalata na mama yangu kipenzi Aisha Saidi Mwaulungu. Nimehitimu darasa la saba shule ya msingi Kitongo Nzega, elimu ya sekondari kidato cha kwanza cha sita Milambo high School Tabora, elimu ya kwanza ya ujuzi katika fani ya uhandisi upande wa upimaji chuo kikuu cha South Africa. Nimesoma tena elimu ya uhasibu katika ngazi ya juu ya shahada Midrand Graduate Institute, nimesoma shahada ya juu katika upande wa mine planning and optimization, University of Witwatersrand South Africa. Na hivi sasa katika upande wa ujuzi wa kazi na uzoefu wa kazi nilianza kama mpimaji msaidizi Golden Pride Project Nzega, nikafanya kama mpima eh, North Mara Mines, nikaja South Africa nikafanya kama mpima mkuu South Deep Mines nikafanya kazi kama mpimaji wa kihandisi katika ujenzi wa Gautrain, underground trains Johannesburg. Nimefanya kazi kama technical service manager au principal consultant Gemcom. Nimefanya kazi kama principal consultant na technical services manager kampuni ya deseesteme. Nimefanya kazi kama mpima na, na mine planner kampuni ya Maptek na sasa hivi nipo najiendesha mwenyewe na biashara sana zangu mwenyewe. Nina kampuni nne tofauti. Nina shule Johannesburg karibu na Galaga Estate, ambayo shule inafundisha hadi kitengo cha elimu ya juu ya sekondari na tunawasaidia watu wanaofanya distance learning kupitia Unisa. Nina kampuni inaitwa National Practical Knowledge, iko registered kutokana na sheria za Tanzania, inafanya kazi za construction, upimaji na engineering na earth moving nina kampuni inaitwa Aneto inafanya inatoa ushauri katika swala zima la mambo ya ujenzi uchimbaji wa madini na property management. Nina kampuni inaitwa NP Knowledge inafanya kazi kama kampuni ya Aneto ikiwa kama ni kampuni pekee ambayo mimi nikiwa kama direkta hiyo kampuni, tofauti na Aneto kuna madirekta watatu wa kampuni hii. Dunia sasa hivi tunakwenda kumwapisha Donald Trump a rais wa Marekani tarehe ishirini, lakini je, kisiasa, kiuchumi, siasa za Marekani zitakuwa zita, za namna gani? Kumbuka Donald Trump ana sera ambazo zinaongozwa na chama chake cha Republican. Dunia itakuwa ya, na, ya namna gani? Roba ni Emmanuel mgombele katika kipindi cha kupendwa kabisa kitoka Ughaibuni. make, sure, don't change your channel and make sure also hide your remote baada basi ya utambulisho huu ambayo nafikiri umeshiba kabisa, moja kwa moja naenda kwenye maswali ambayo nitakwenda kumuuliza. Swali la kwanza, mwesi ndugu yangu, baada ya kuapishwa Donald Trump tarehe 20, dunia kiuchumi na kisiasa itakuwa na mwelekeo gani kutokana na sera za Republican? Eh, naweza nikachambua au nikajibu swali lako kutokana na vitu viwili lakini tavigawanya katika makundi matatu, yani kisiasa, kidiplomasia hmm. na kiuchumi. Kwanza kabisa nataka niwakumbushe ndugu zangu watazamaji, e, nchi kama Marekani haiendeshwi na ilani ya uchaguzi ya chama, inaendeshwa na mfumo wa kibepari wa uchumi kwa hiyo hata kama nchi inapokuwa inapanga mpango wa maendeleo wa miaka kadhaa, inajikita kwenye mpango wa uchumi ambao umende, unaendelezwa na kutekeleza matakwa ya uchumi wa kibepari. Navyoona kwa undani eh, Marekani imeweza kufanya biashara katika bara la Afrika na imeweza kutoa misaada na mikopo katika bara la Afrika . Mikopo hii na misaada huwa ina malengo fulani kisiasa, kidiplomasia na kiuchumi pia. Ningependa niseme, kuchaguliwa kwa Donald Trump sidhani kama kunaweza kukabadilisha mfumo wa uchumi wa kibepari sema, ilani ya uchaguzi inaweza ikaleta msukumo wa kubadilisha baadhi ya mambo yatakokuwa katika uchumi wa mipango ya kisiasa, mipango ya kidiplomasia, mipango ya ki, ki, utoaji wa misaada na kadhalika. Ila nirudi nyuma nikwambie, Republican ukiangalia historia jinsi walivyoweza ku, ku, kushinda katika uchaguzi huu, ukiangalia walikuwa na kauli mbinu ya, mbiu yao inaitwa kuifanya Marekani kuwa maridhawa kwa mara nyingine na katika uwezo wa kuweza kupata kula. Kutokana na kauli mbio hiyo e, Republican walijikita kuangalia ni kipi ambacho Marekani inahitaji kwa sasa na kipi ambacho Marekani inahitaji kwa baadaye. Kwao Marekani ni nchi ambayo, mbali kwamba inaendeshwa na mfumo wa uchumi wa kibepari, ilani ya uchaguzi inaweza ikawa na nguvu kubadilisha mambo kadhaa, kwa sababu Congress ndio inapiga kura katika kubadilisha mambo kadhaa. Ukiangalia kipindi cha muda wa, wa, wa rais Barack Hussein Obama, ameweza kufanya mambo makubwa mengi tu, ameweza kufanya kuongeza uhusiano kati ya Marekani na nchi zingine, hasa mashariki ya mbali mbali na matatizo yaliyokuwepo na na wenzetu Republican wako na wametoa macho waliangalia Marekani ilipoteza nini katika kipindi hicho cha Rais Obama, chini ya Democrats hmm. na wakatengeneza ilani ya wao uchaguzi kuangalia watafanya vitu gani kuweza kuwashawishi Wamarekani wawaweke katika nguvu hmm. na, na, na, kisiasa ki, ki, niseme Trump anapoingia kisiasa atakuwa amejikita kuwapa Wamarekani kile kitu ambacho wanahitaji, kama nilivyosema awali mm. Wamarekani wengi wanataka ajira mm. Wanataka afya bora mm. Wanataka kutengeneza bidhaa mm. na kuweza kuwa bidhaa ambazo zina soko mm. ndani na nje. kwa, kwa, kwa hali hiyo ya Trump kubezi sana Marekani kwa katika utawala wake itaathiri vipi hasa nchi katika bara la Afrika ambazo zinategemea uwekezaji mwingi tokea Marekani e, athari itakuwepo. Athari kubwa ya kwanza itakayo kuwepo Marekani itaangalia upya utoaji wa misaada ni kwa sababu gani? M, kifupi mtoaji wa misaada kuna faida anazozitaka na, na mpokea msaada kuna faida anazozitaka kwa hiyo e, ule uwezo wa Marekani kutoa misaada unaweza ukaangaliwa upya. Takutolea mfano e, katika sub-Saharan Africa kuna sheria ilianzishwa na Rais Clinton mwaka 2000 inaitwa African Growth Opportunity Act. Kazi yake ilikuwa ni kuzisaidia nchi za sub-Saharan Africa mm. kuweza kufanya biashara na Marekani na baadhi ya bidhaa zao mm. ziweze kwenda Marekani duty free. Okay. Kwa hiyo hii ya kupeleka Marekani bidhaa duty free mm. ilikuwa na impact ya kiuchumi, lakini ilikuwa na faida ya kisiasa kuboresha siasa kati ya Marekani na nchi nyingine na diplomasia kwa ujumla. Kwa hiyo Trump akiingia, akiangalia kwa upana hii sheria, akabadilisha, bidhaa hizi zote zinachajiwa kodi. Kwa hiyo kutakuwa kuna mabadiliko kidiplomasia, kisiasa na kiuchumi. Ina maana Marekani itajiweka zaidi kuweza kuuza biashara zinazotengenezwa zofanana na biashara zinazotoka Afrika na Marekani inaweza ikategemea kwamba Afrika yenyewe inaweza ikabadilisha hmm, vitu vingi labda katika mambo ya uingizaji wa mizigo hmm, upandishaji wa kodi hmm, na ujue kila biashara ina kipande chake cha siasa hmm, na ina kipande hmm, chake cha uchumi na ina kipande chake cha diplomasi hmm, na siasa ndiyo ina control, siasa ya nchi ndio ina control uwezo wa nchi na nchi na mtu na mtu kuweza kufanya biashara. Okay. kwa maana hiyo basi tumejaribu kuangalia kidogo tu kisiasa jinsi dunia itakavyokuwa inakwenda, kwamba kumbe tusitarajie mambo mengi kwa sababu Donald Trump ana sera zake ambazo zitaifanya Marekani irudi tena kule ambapo ilipotoka. Yeye naamini Marekani sasa hivi imepoteza vitu vingi, si ndio? Maanake ndiyo okay. Hebu tutakuja kuangalia katika maswala ya kiuchumi, ukizingatia Marekani inatoa sana misaada katika bara la Afrika, itakuwaje? Na tukirudi upande wa Afrika kulinganisha na kuingia Trump madarakani kwa mtazamo mzima, misaada mara nyingi iko katika pande mbili. Kuna misaada ambayo inaitwa grants, ambayo hizi grants zinakuja na kitu kinaitwa long, eh, eh, eh, eh, eh, long term direct investment, au short term, short term direct investment, na kuna misaada ambayo ni misaada tu. Mfano, labda kuna janga la ugonjwa, utakuta ule msaada unaweza ukatoka, kama ni use aid, ni msaada wa kawaida, huenda ukawa hata una mashariti. Kama ni magonjwa, utakuja ili tu aidha kuondoa au kushusha kasi ya ugonjwa kukua. Napenda niongee kwa upana zaidi upande wa, wa direct investment. Direct investment, watu wengi wanajua kama ni mikopo tu ya kawaida. Hapana, direct investment ni mikopo ambayo inakuja kama grants, ina maana kuna biashara ndani kama kuna biashara ndani yake, biashara yote inafanyika kisheria, na katika sheria sheria yoyote inaweza ikawa na kipande cha diplomasia yake. Mfano, kuna vitu vinaitwa economic integration, uhusiano uh-huh, wa kiuchumi kati ya nchi uh-huh, na nchi. Unaweza kukuta mfano mzuri, bidhaa fulani kwenda nchi fulani haitozwi kodi hivyo, bidhaa fulani kutoka nchi nyingine kuja nchi nyingine haitozwi kodi, kodi na kadhalika, lakini eh, kitu ambacho Afrika inaweza ikaathirika, naona itaathirika zaidi kwenye hizi direct investment kwa sababu eh, sheria kama republic ataingia na kubadilisha sheria ya kutoa grants ambazo hizi grant zitakuwa na feature long term au short term direct investment, hivyo nchi za Afrika na zenyewe ambazo zinaweza kuwa kwenye uwezo wa kuto kukompromise inaweza zikaangalia na zenyewe hmm, sheria na kupitia kukubali hiyo misaada. Continue. watu wengi wanaweza wakawa wameshawishika kwamba labda Trump anaweza akaja na, na uongozi mwingine wa kuvunja uhusiano hmm, kuvunja biashara kati ya Amerika na nchi nyingine hmm, watu wengi hawajui kwamba Afrika ndio mama mtoaji mkuu wa rasilimali dunia nzima, na Afrika ni mmoja wapo kati ya mnunuzi mkubwa wa bidhaa duniani. Kwa hiyo Trump na serikali yake hawawezi kuwa ni watu wasio wabunifu wasio na ujuzi wa kujua kwamba wakiondoa Afrika katika kufanya biashara ina maana wow, umeiondoa dunia kufanya biashara. Kwa hiyo Afrika ina uwezo wa kumpa Marekani rasilimali kupitia upande wowote ule kama ni kwa ajili ya long term term direct investment short term, au ni biashara ya kawaida, na mwafrika atanunua tena bidhaa kutoka Marekani. Kwa hiyo, kiuchumi, mimi najua biashara itaendelea as usual, biashara itaendelea kwa biashara, siasa itabakia kwa siasa, diplomasi itabakia kwa diplomasi, kwa sababu Marekani inaendeshwa na upango na mfumo wa uchumi wa kibepari. Sidhani kama wabepari wataweza kukubaliana na kutofanya biashara kutokana na sera fulani fulani. Tutegemee katika utawala wa Donald Trump ambao unaanza tarehe ishirini. Marafiki wa Marekani, tunaona Donald Trump sasa hivi anajaribu kuwachukua wale maadui wa Marekani kuwaweka close, lakini pia anajaribu kutafuta maadui wengine, kwa sababu ameshaanza kuwazungumza watu marais wa Afrika kama Museveni from Uganda pamoja na, na Robert Mugabe tutegemee siasa za Marekani katika uhusiano na nchi za Kiafrika au duniani utakuwaje? uhusiano unaweza ukabadilika kidogo mm, au usibadilike kabisa. Nitatoa mifano halisia kadhaa, lakini nataka niseme kitu kimoja mm. Mara nyingi ilani za uchaguzi wa, wa, wa, wa, wa chama chochote kile mm, huwa zinakuwa na vitu ambavyo vitataka kumshawishi mwananchi kukipa, kuvipa kura vyama hivyo Usione Trump anavyokwenda labda Russia, anataka kujiweka karibu na Russia, kuna sababu zake. Nitakutolea mfano mzuri tu, Russia ni taifa kubwa, lina influence bara la Ulaya, na kuna vitu ambavyo kidiplomasia Russia anavijua zaidi kuhusu Marekani na Marekani, kuna vitu kidiplomasia anavijua zaidi juu ya Russia kwa hiyo kuna vitu ambavyo mwananchi wa kawaida hawezi kuvifahamu, lakini wakuu hawa wa nchi wawili, anayekuja na yule ambaye yuwepo, Putin ah. Na Trump, kuna vitu ambavyo wanavijua, ni vitu gani wanaweza wakafanya kazi pamoja ah. Na vitu gani hawawezi kufanya kazi pamoja, na kila mtu anakuwa ya na akili kwamba nchi yangu itafaidika vipi ah. Au nchi yangu itakosa nini? Kwa hiyo Marekani ni sawa sana mtu tu wa kawaida unapotafuta rafiki, kuna mambo fulani unayategemea juu ya rafiki yako, na yule rafiki, kuna mambo ambayo yanategemea juu yako. Tutegemee nini kuhusu hii hela ya Marekani ambayo inaitwa dola, ambayo inapanda kila leo mm. tumepata Marekani imepata rais mfanyabiashara mm. na rais tajiri kabisa kwa mara ya kwanza mm. uwezekano wa dola utakuwaje, utapanda ama utashuka kwa miaka minne ya mwanzoni ya Donald Trump eh kupanda na kushuka kwa pesa ambazo ndugu zangu watazamaji nataka mlielewe hili kupanda na kushuka kwa pesa sio matokeo tu ya kisiasa kupanda na, kukua kwa, na kushuka kwa pesa sana sana ni matokeo ya biashara na ni matokeo ambayo yanaangalia ya, ya kitu kikubwa kimoja tunaita financial instrument. Okay, eh, eh, kupanda na kukua kwa pesa bado kunategemea sana monetary policy na fiscal policy ya nchi ile ukiona. Okay, eh, kwa upande wangu mimi dola ya Kimarekani itakuwa kama ni pesa nyingine tu. Kama Marekani watakuwa na sera za kufanya ku, kuwawezesha watu wahitaji kuwa na dola kununua bidhaa za Kimarekani, basi dola itapanda thamani, lakini kama Republican wakija na sera ya kutokuwawezesha kuwawezesha mabepari na wafanyabiashara wa Marekani kuweza kufanya biashara na kuuza vitu vyao nje, dola inaweza bado ikashuka, shuka thamani hmm. Lakini nataka nikupe mfano mmoja mzuri hmm. E, sasa hivi dunia inahama inatoka upande wa magharibi kwenda upande wa mashariki hmm. Ukiangalia mfano mzuri, mchi kama China ni nchi ambayo inaweza ikatoa wafanyakazi na watendaji kwa bei ya chini uhum. Marekani bei ya ya leba au ya mfanyakazi ni kubwa, kwa hiyo na kuna makampuni mengi ya, ma ya Marekani yameweza kuingia mikataba na kuzalisha bidhaa China kwa sababu ni bei rahisi, ili kuzuia mfumuko wa bei wa bidhaa hizo, ili ziweze kuuzikana kwenye masoko. Kwa hiyo biashara bado itaendelea kwa biashara na siasa itaendelea kwa siasa, diplomasi itaendelea kwa diplomasi. Kwa nyinyi wawekezaji, kupanda na kushuka kwa dola kwa miaka minne ijayo itakuwaaje? Inakuwaaje? ina affect vipi biashara zenu? kupanda kwa dola kuna tu affect sisi. Mfano, mimi ni mfanyabiashara katika biashara ya madini, nina vifaa vya uchimbaji ambazo nahitaji spare kutoka Marekani, kampuni ya John Deere, mm, Caterpillar kampuni mm, kubwa kutoka Marekani e, dola iki, dola ikiongezeka thamani, mimi gharama za uendeshaji zinaongezeka, inabidi nanunua zile nanunua vifaa kwa bei kubwa. Dola ikishuka thamani, gharama zangu za uendeshaji zinapungua, nanunua vifaa kwa bei kidogo. Lakini nikirudi kwenye swala lako, napenda niseme kwamba e, kupanda kwa dola, thamani ya dola kunategemea vitu vingi kama mfano dola ikipanda thamani na mimi nikashindwa kununua bidhaa kutoka Marekani, hmm. naweza nikahama nikanunua bidhaa kutoka kwa kompetitor wa Marekani, hmm. naweza nikabadilisha nikanunua vifaa vya uchimbaji kutoka China, ni bei rahisi, hmm. Kwa sidhani kama hata Marekani yenyewe hmm. itakuwa halielewi, watatengeneza sera nzuri za kuwezesha biashara iendelee kuwa biashara. Ndugu Neto Kaparata, Marekani inaingia katika uongozi mpya hivi karibuni, lakini Tanzania tumeingia katika uongozi mpya mwaka 2015 lakini, kwa kusini pia, nchi ya Zambia imeingia katika uongozi mpya mwaka 2016. Na hasa katika hizi slogani za hapa kazi tu ya Tanzania, ambayo ya Rais John Pombe Magufuli na ya Marekani, ambayo Donald Trump wanasema tuifanye tena Marekani kuwa maridhawa tena, unahisi hapa kuna ulinganifu gani katika hizi slogani za wa wabi viongozi wapya? okay. Moja kwa moja nataka nianze na, uh, na Donald Trump. Donald Trump alivyosema anataka kuifanya Marekani kuwa maridhawa kwa mara nyingine. Alikuwa analenga kufanya Wamarekani wajisikie wananchi na nchi inafanya mambo mengi makubwa kwa ajili yao. John Pombe Magufuli amesema hapa kazi tu ni kwamba kila mtu awe na uwezo, ubunifu na akili ya kuweza kupata kufanya kazi kwa faida yake yeye na faida ya nchi. Ndio maana unaona Rais John Pombe Magufuli, watu wengi hasa kutoka huku ugaibuni, mm, wanamzungumlia John Mapombe Magufuli vizuri sana na sisi watu wengi tulio ndani tunamzungumlia John Pombe Magufuli kisiasa sana kuliko kumwangalia John Pombe Magufuli kwa mapana na serikali yake na mambo anayofanya. Mm, kwa kifupi John Pombe Magufuli ameongelewa kama ni best African na vyombo mbalimbali vya habari duniani na tumeshaona mabadiliko kadhaa, hasa kuweza kufanya Tanzania iweze kuwa inakusanya kodi, kuondoa mafisadi, kupunguza wisi hasa serikalini na kufanya serikali ijitambue na kuweza kufanya kazi. Jambo tunaliona sasa hivi kwamba labda biashara inazorota kidogo Tanzania, ni mfumo tu wa uchumi unatoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa hiyo kutakuwa kuna mtikisiko, kwa sababu watu watabadilisha jinsi ya kufanya biashara, watu watabadilisha mahusiano kati ya mtu mwingine na mtu mwingine hasa kibiashara. Mahusiano makubwa ya kisiasa yatabadilika, hata kufanya vyama vya siasa Tanzania viweze kuelewa kipi ni kizuri sasa na kesho na kulinganisha kitu ambacho wananchi wanataka. Nini ushauri wako katika nchi yetu hasa ya Tanzania ambayo tunaipenda sana na tunaitumia, tunafanya kazi kwa juhudi zote kwa ajili yao Tanzania. Ushauri wako, kama mtaalamu wa masuala ya uchumi, unaishauri nini kwa wakati huu tuweze kufundisha watoto wetu na vizazi vipya, na kuweka mazingira na mikakati ya kumwezesha kila mtu kufanya kazi na kuelewa umuhimu wa kufanya kazi na kujua kwamba Roma haikujengwa kwa siku moja. Mpenzi mtazamaji wangu, naomba niutumie muda huu kumshukuru ndugu yangu Neto Kapalata kwa sababu ameongea vitu vingi sana, kwa sababu ameshaingia sehemu nyingi sana. Kinachofuata sasa hivi ni, tupo live leo, wana nini? Basi katika kutoka ughaibuni season 2 episode 1, tuko tuko live timba mdogo kutoka ughaibuni 2017, season 2 tuko live, tuko live leo katika, tuko live kutoka ugaibuni. Tunamzungumzia Donald Trump rais wa Marekani. Unajua kabla jana rais alikuwa anafanya nini eh? Subiri uone, Donald Trump vitu alivyokuwa anavifanya. Tuko live, tuko live timba mdogo kutoka ugaibuni. Usisahau kutufollow sis, Instagram timba mdogo, Facebook timba mdogo and Twitter timba mdogo, na pia follow kutoka ugaibuni

Na huu basi ndio ujio mpya wa kipindi cha kupendwa kabisa cha Kutoka Ughaibuni 2017. Nachoweza kukwambia tu follow katika akaunti zetu za Instagram kutoka ughaibuni, Facebook kutoka ughaibuni, pamoja na namba yetu ya WhatsApp ambayo inapita hapo, unachoweza na wewe kutuma maoni yako, utuambie kitu gani umekipenda au nini unataka sisi tukifanye wewe kufikie kwa mwaka huu wa 2017. Next week tutaangalia maisha fulani hivi ambayo yanatokea sana hapa Afrika Kusini ambayo yako tofauti na nyumbani. Tutakuwa na mgeni wetu all the way from Durban tutakuwa naye hapa Afrika Kusini Roman Emmanuel Mgombele, katika kipindi chako pendwa kabisa cha Kutoka Ughaibuni ndani ya channel